Naam bwana, moja kati ya mashabiki wakubwa wa, wa Harmonize condeboy, huyo hapa si mwingine bali ni Abi Kubanga. E bwana, Abikubanga bwana, amekuja kuzungumza kuhusiana na track ambayo imetoka hivi karibuni. Hii ni ngoma ya Rayvanny akiwa ameshirikisha Harmonize pamoja na Marioo. Kwa mujibu wa Abikubanga bwana, anadai kwamba hii ni moja kati ya track ambazo yeye mwenyewe hajazimaliza kuzisikiliza, kwa sababu kitu ambacho kimemkosha zaidi ni the way ambavyo hawa jamaa walivyofanya intro katika ngoma hiyo, kwa sababu ukisikiliza vizuri hii ngoma mwanzoni kabisa utasikia eh, Rayvanny ameweka signature sound yake ile ya chui and then baada ya hapo akaja Mario akaweka na signature sound yake and, uh, na akaweka signature sound yake ile ya kutoka hello, alafu akaja Estokizi ambaye ni producer, lakini akaja kumalizia Harmonize, ambapo Harmonize na yeye akaweka signature sound yake ile ya bombo class. So hii ni moja kati ya intro ambazo kwa mujibu wa Bikubanga anadai kwamba ni intro ambazo ni kali sana, na vijana wamejitoa, wamefanya jambo. Tanzania labda wanadaiwa kodi, umeona bwana. So, ni moja kati ya vitu ambavyo Abikubanga amemsifu sana, amewasifu hao wasanii ambao wameshirikiana humo. Tunamzungumzia Harmonize, tunamzungumzia Rayvanny pamoja na Mario katika hiyo ngoma. So, msikilize mwenyewe hapa Abikubanga alivyokuwa anaizungumzia ngoma hiyo kwamba ameshindwa kuimaliza, amebaki pale pale kwenye intro, kwani imemkosha kweli kweli ya yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Abi Kubanga kuhusiana na ngoma hiyo. Lakini pia vile vile, wewe pia ukiwa kama mdau, kama umesikiliza ngoma ya Pele, tuambie ni kipi ambacho kimekuvutia zaidi kwenye hiyo track. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.